Pakatiktinajumtaanpktkatali amefungiwa amefungiwa, Ali amefungiwa amefungiwa, ukweli ukoje na taarifa hizi zikoje kwanza kwako? Yes, swali zuri. Uh, mkule kwanza, taarifa ya Ali Shahabani kamwe kufungiwa miaka miwili sio taarifa rasmi E, ni tetesi ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii. Nasema sio taarifa rasmi, kwa sababu mimi binafsi sijapokea nakala yoyote ya hukumu, klabu yangu ya Yanga haijapokea nakala yoyote ya hukumu, hata wanasheria ambao waliniwakilisha wali pia hawajapokea nakala yoyote ya hukumu. Maana yake hukumu ya jambo lenyewe bado haijatoka. Zilizoenea ni tetesi ambazo hatujui, na mimi binafsi sijui zilitokea wapi Zilivujia wapi kwa sababu alizianzisha ina mm, unajua yes. mm. mm. Inapoitwa kamati ya mm. maadili mm. E, maana yake si jambo rahisi taarifa zake zikavuja mm. kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wanachama, na wapenzi wa klabu ya Africans mm. kwamba taarifa za Ali Shaban kamwe kufungiwa mm. sio taarifa rasmi mm. ni taarifa zilizozuka mitandao ya kijamii.